Yanga kama Yanga, nimetamka mwanzoni kwamba tulishatoa msimamo wa klabu. Sasa hivi mpaka si tunakuja kuongea na wewe. Ni rais wetu amechafua hali ya hewa kututukana, yale ni matusi, na nimekuambia mtu ambaye unaweza ukamtukana kakaa kimya ni mkeo, kwa sababu umemlipia mahari na hata akilalamika atawambia ndugu zako kimya kimya, lakini yeye kalia kaitukana Yanga ni chafu, wachafu wale sisi ni wachafu ametufeva. Kati ya klabu ambayo ameifeva Tanzania hii ni Yanga, ameifeva wapi? Aweke hadharani kile ambacho ameifeva Yanga, alafu sisi tuuza seti zetu tumrudishie kile ambacho ameifeva Yanga, kwa sababu uwezi kutamka mbele ya hadhara kwamba huyu dada mimi nimemfeva sana, msimuone anapendeza hivi, mimi ndo nampendezesha hivi, wakati huo mimi sijawahi kutoa hata shilingi mia kumpa. Na kama ametoa ni vile vitu ambavyo vinastahili kutoka kwa wadhamini wanaosimamia ligi, labda wadhamini wa matangazo, wadhamini wa ligi, zile pesa zinazopitia kwake. Lakini kutoa pesa yake mfukoni kumpa Yanga, kama ametoa waleta, hata mimi nitauza aseti zangu Dodoma nichangie sehemu ya kumrudishia, aitangaza zarani. <coughs> Mimi napata wasiwasi hata ile nia aliyoweka kwamba anataka kugombea tena. Ningekuwa na uwezo mimi wa kimungu ningewageuza wapiga kula wote wampe sifuri, kwa sababu sisi tunahitaji kusonga mbele kimaendeleo ya mpira, tuwafikie Uingereza, Spain, Ufaransa na mataifa mengine Argentina na wengine wanaofuata, lakini kwa mtindo huu tunaokwenda nao timu yetu ya taifa itaendelea kuwa sikio la kufa dawa hata ukimleta nani, tuna wachezaji mm, wengi, tukichukua orodha sasa hivi kuchukua wachezaji wa Tanzania walioko Sweden ambao hawajacheza timu ya taifa yoyote, wako zaidi ya kumi na nne. Lakini leo hii ukiwaambia njoo cheza timu ya taifa ya Tanzania, wanarudi nyuma. Wanarudi nyuma nyuma kwa sababu ya misingi, misingi tulioitengeneza juu kwenye chama chetu cha mpira ni misingi ambayo haina faida. Tutengeneze vile vitu ambavyo vina faida ya kusaidia jamii, sio kumfeva mtu, kusaidia jamii. Una timu kumi na sita kwenye ligi au timu kumi na nane anzia namba moja mpaka timu ya mwisho, wote ni watoto wako. Akionewa mmoja, simama kwenye mstari. Mimi ningefurahi sana kama ningesikia rais wetu kalia alivyofika, akakaa kimya na kusubiri mamlaka za kisheria ambazo yeye anazisimamia, tayari zilishapelekewa lile jukumu, kwa sababu sisi Yanga kama Yanga kupitia kamati ya Yanga, baada ya mchezo ule kuahirishwa, kesho yake tulipeleka malalamiko yetu ya maandishi TFF, ambayo kwa kuchafua hali ya hewa amesema viongozi wetu ni wachafu. Sasa labda sisi kama wazee wa Dodoma, tumuombe akawasafishe, ili wang'ae wakitembea waonekane ni wasafi lakini sisi tunajua kwamba viongozi wetu ni wasafi mpaka kuna timu zimetoka nje ya nchi kujia, kujia, kuja kujifunza kwetu sisi vizuri vile tulivyo navyo hmm. Na sisi tumetoka hapa kwenda South Africa kujifunza wenzetu wanapataje maendeleo ya ushindi mpaka wanasonga mbele. Mtu mchafu angefanya hivyo tulivyovifanya. Inasikitisha, tunapata wasiwasi wasi. Yaani, masikitiko haya kama yeye atasikia, aendelee kuyafanyia kazi kwa kujirudi, na tunamuomba aombe msamaha mbele ya adhara kwamba nilitereza, kwa sababu sijawahi kuona kwenye utaratibu wa sheria, wanasheria wenzetu humu watatusaidia. kesi imepelekwa mahakama ya mwanzo, jaji anasimama kama mimi, anasema kesi namba 184 huyo mtu anyongwe. Si tayari umeshampa ile hakimu hukumu ya kwenda kufanya yeah. Na yeye Karia alivyotamka juzi ile kamati, ameielekeza kwamba Yanga wana makosa, mechi irudiwe, ni maelekezo ameyatoa. Na kama si maelekezo, basi aombe samahani kama mwenzake alivyoomba samahani kusema uongo kwamba Yanga ilifanya mazoezi kwenye mechi ya kwanza uwanja wa Taifa wakati wamekutana na Simba wakati si kweli, lakini kwa ubinadamu na uoga wa Mwenyezi Mungu alirudi akasema, jamani, mnisamee yanga wa kufanya mazoezi. Kwa hiyo tunategemea kumwona na yeye anaomba, ili sisi tuendelee kumuunga mkono. Tofauti na hapo, itakuwa ni chui na mbuzi. Mimi niwaombe wanayanga wenzangu mliopo hapa, msimamo wetu kama wanayanga Dodoma ni wakuto kurudia mechi.